Uharigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba inasemekana kwamba Harmonize E, ameweza kuingia katika viunga vya Wasafi ambapo tunaona kituo cha redio cha Wasafi FM uh, wameweza uh, kumposti live kabisa Harmonize, na hii uh, inatokana na pengine eh, kufuta tofauti zake pamoja na Diamond Platnumz, eh, kitu ambacho inaonekana kabisa kwamba Harmonize moyo wake ni mweupe kabisa na yeye mwenyewe ameweza, au sio, ameweza Eh, kuwa unblock. Yani wakati anaondoka katika eh, media ya Wasafi, aliweza kuwablok wote, yani kuanzia hawa eh, radio presenter Nili Omi na watangazaji kibao, karibia timu nzima ya Wasafi. Eh, wote waliwablok. Eh, sasa baada ya Diamond kuweza kumpost jana na vitu vingine vikaendelea, e, Wasafi wameweza kum, kumpost tena Harmonize. Wasema kwamba e, tetesi zinasema yeye Harmonize pamoja na Bichamz wako katika mahusiano. Sasa hii habari tayari nishaipost, hii inaonekana like, kuleta changamoto kwa kwanini uweze uh, kumposti, na inaonekana mashabiki wanaonekana kuivamia sana hii eh, hii post. Kwa nini ameweza kum... kwa mara ya kwanza amepostiwa eh, sasa Uh, watu waliweza kuwajia juu na kusema kwamba inawezekana Harmonize imeweza kuwa unblock, kwa sababu ukiangalia hapa kwenye tagi wameweza uh, kumtagi Harmonize pamoja na Vichamps eh, na kusema hapo kwenye mahusiano sasa kwe, kwe, kwa, kumtagi tu Harmonize imeweza kuzua balaa, ambapo mmoja akasema mnaanza uh, kumposti, kila mtu atamposti Harmonize, ni jambo la muda tu. Maana ni kwamba inaonekana sasa uh, kila mtu sasa hivi ataweza kumposti. Sema hao ndio waliomtengeneza watamposti sana. Sema usingeanza kulopoka na kumjua bila ya hao mwingine. Sema kwamba uh, mwingine akasema sasa hivi mnamtagi, mwasema kama umeona Harmonize umemtagi leo gonga like. E, maana yake ni kwamba Harmonize Wasafi wameweza kumtagi Harmonize kwa mara ya kwanza baada kutoka katika lelebu ya Wasafi. Kwa hiyo imeweza kuleta eh, ameweza kuleta mshtuko kwa mashabiki. Sasa kwani leo admin ni nani? Yani wanaonekana kushangaa admin wa group ni nani au admin wa wasafi huko Instagram ni nani? Unasema leo admin kamtagi hajam hashtag yani, kamtagi na wala hajam hashtag. Si alio block, ndio maana walikuwa wanashindwa kumtagi. Itakuwa nao amewa unblock. Maana yake tayari Harmonize ameonekana ku unblock wote ambao wamekuwa waki e, wakimzungumzia vibaya. Mwingine anasema kwamba uh, siku hizi simba na tembo wote wanakula nyasi ya dira. Mwingine anasema um, kwamba mtakuwa kuomeza ulimi na vingereza vyeni uh. Mwingine anasema kwamba complicated leo memtagi. Mwingine anasema leo ametagiwa eh, amewa unblock. Mwingine anasema kwamba kumbe tetesi muulizeni Juma. Eh, kwa nini wanasema ni tetesi wa muulize Juma Lokole. Ningesema kwamba ni kama tatizo zingine tu, haya ni flow sasa. Ningesema kwamba labda wameanza jana, ili mimi na uhakika Harmonize aweze na hii kuni, ningesema. Ila huyu dada mtangazaji ananikosha, ningesema ha, siku hizi mnamtagi kabisa, uzalendo umewashindwa. Kwa hiyo issue ya kumtagi Harmonize imezua balaa eh, yani Harmonize yaweza kuzua balaa zito yani, Wasafi hasa katika upande wa Instagram posti hiyo inaonekana ku, uh, kulipuka mno na wengi umeonekana uh, kushangazwa imekuwaje tena amepostiwa katika peji ya Wasafi. Dondosha mwani yako hakikisha na subscribe.